Hali gani, ndugu msikilizaji, karibu muda na wakati mwingine katika simulizi mpya kabisa, simulizi iliyojaa utamu, ucheshi, usaliti, manyanyaso na ukatili, simulizi inayokwenda kwa jina la penzi la mwanamke jambazi. Hii ni simulizi TZ langu, jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa hapa simulizi TZ. Usisahau kusubscribe ndugu msikilizaji, tafadhali ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Pia usisahau kukomenti, embu niambie mwisho kabisa wa kusikiliza simulizi hii umejifunza nini kupitia simulizi hii na nini tuongeze? Maana hapa ndipo tunapoanza utamu wa simulizi hii, na hii ndiyo sehemu ya kwanza. E bwana ni balaa. Embu twende pamoja, niliye kuandalia na kukusimulia lango, jina ni lilelile Mr. A romantiki. Twende sambamba katika sehemu hii ya kwanza, embu twende sambamba. Nadia, mwanamke mrembo mwenye sura kama malaika lakini moyo wa chuma, ni jambazi sugu anayesakwa kwa miaka mingi. Anaongoza kundi la uhalifu linaloiba mabenki, magari ya fedha na kufanya utekaji. Lakini kwenye simulizi hii pia kuna kijana wa kuitwa Jesse, kijana mtanashati wa kitanzania mwenye maisha ya kifahari, anatoka familia ya matajiri na pia ni miongoni mwa maajenti wa siri waliotrainiwa nje ya nchi akiwa na kazi moja kubwa, kumuua Nadia bila kusita. Lakini wakati Jesse anaingia kwenye maisha ya Nadia kwa njia ya mtego wa kimapenzi, anajikuta akianguka kimapenzi kwa mwanamke anayepaswa kumuua. Mapenzi yao yanapokuwa, moyo wa Jesse unaanza kuvurugika. Moyo unamtaka, lakini akili na kazi vinamtaka ammalize. Sasa, je, ni kwa mtindo gani mpaka yamefikia huko na ni kwa namna gani? Usikose, kaa tulia, twende sambamba katika utamu huu wa simulizi, na hii sasa ndiyo sehemu ya kwanza na ndiyo mwanzo wake. Ule ulikuwa muhtasari tu. Mitaa ya Kinondoni ilikuwa kimya isivyo kawaida ilikuwa yapata majira ya, ya saa nane usiku. Taa za barabarani zilikuwa zikitoa mwangaza hafifu, huku upepo mkali ukipuliza vipande vya karatasi na majani makavu vilivyokuwa vimeachwa na upepo wa mchana. Gari jeupe aina ya Range Rover lilisimama kwa ukatili pembeni ya barabara ya Ali Hassan Mwinyi muda huo hapakuwa na msongamano wala dalili ya uhai mwingi, lakini ndani ya gari hilo kulikuwa na harufu ya kutokwa roho. Mwanaume mmoja mwenye suti ya bei ghali alikuwa amefungwa mdomo kwa tepu na mikono yake kufungwa kwa kebo ties. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu, uso wake ukiwa na jasho jembamba la baridi hakuelewa kabisa ni kwa nini mtu kama yeye, mbunge wa jiji mwenye walinzi wa kutosha na magari matatu ya ulinzi, alikuwa kwenye mikono ya watu hawa. Kisha mlango wa nyuma ukafunguliwa, mwanamke alishuka, aliyeweza kuitwa Malkia wa Giza, gauni jeusi lililomkumbatia kiuno chake kikamilifu nywele ndefu zilizobeba harufu ya manukato ya Kifaransa, na sura yake iliyokuwa mchanganyiko wa upole na ukatili wa aina yake. Macho yake makubwa ya rangi ya kahawia yalikuwa tulivu, lakini yalizungumza zaidi ya bastola aliyoshika mkononi mwake. Mbunge alizungumza kwa sauti nyororo lakini kali, kuna mtu anahitaji ujumbe wako wa mwisho. Hakumwachia muda wa kujibu. Risasi tatu, moja kwenye goti, nyingine begani, ya mwisho kichwani, zilitosha kumaliza maisha ya mwanasiasa huyo. Hakukuwa na kelele, silencer ya bastola yake ilifanya kazi yake kikamilifu. Baada ya tukio hilo, mwanamke huyo alisugua vidole vyake kwa kitambaa safi na kuondoka kana kwamba hakuwa ameua mtu. Jina lake Nadia. Nadia hakuwa mwanamke wa kawaida, aliwahi kuwa msichana mdogo wa mitaani aliyepitia mateso ya kila aina: kubakwa, kuibiwa, kutupwa. Alikuwa yatima tangu akiwa na umri wa miaka kumi. Alijifunza mapema kwamba dunia haijari uzuri wa sura wala machozi ya msichana, bali nguvu na akili ndiyo vilikuwa silaha za kuishi. Miaka ya ujana alikutana na Mzee Kidari, jambazi mkongwe aliyekuwa na ushawishi mkubwa katika jiji la Dar es Salaam. Huyo ndiye aliyemfunza Nadia kila kitu: kuiba, kupora, kutoroka na kuua bila huruma. Lakini Nadia hakufanya yote kwa pesa tu, bali kwa sababu kulikuwa na kisasi moyoni mwake. Aliamini mfumo wa serikali, polisi na viongozi wa juu ndio waliohusika na maumivu ya maisha yake, na sasa akiwa na umri wa miaka ishirini na saba Nadia alikuwa kinara wa kundi kubwa la kiharifu lenye mtandao hadi mabenki na makampuni ya usalama binafsi. Wakati huo huo, upande mwingine wa jiji hilo, katika jumba refu lenye nembo ya siri ya serikali, vikao vya usiku vilikuwa vinaendelea. Lazima tumalize huyu, lazima tumalize mwanamke kabla hajaangusha benki ya taifa wiki ijayo, alisema mkuu wa operesheni maalum akisoma faili lenye jina kubwa, Targeti Nadia Hamisi. Eliminate within 30 days. Kisha akamgeukia kijana aliyevaa koti la leather, suruali ya designer na viatu vya gharama. Alikuwa tofauti na maajenti wengine walioketi chumba hicho. Jesse, hii ni kazi yako Jesse. Alitabasamu kidogo, alikuwa na historia ya mafanikio ya ajabu. Aliwahi kuwa miongoni mwa maajenti walioangusha mtandao wa dawa za kulevya Afrika Kusini. Aliwahi kuishi kwa mwaka mmoja ndani ya gereza la Venezuela kwa kazi ya asili, lakini sasa kazi yake haikuwa ya kuvamia bali ya kuvuta penzi la mtu ambaye moyo wake ulikuwa na barafu ya mauaji. Unataka nimuue au nimrudishe mzima? Aliuliza kwa ujasiri. Hatufanyi mazungumzo na majambazi. Huyu mwanamke ni hatari zaidi ya magaidi. Mshike moyo wake kisha vumua pumzi yake ya mwisho. Siku mbili baadaye, Jesse alikuta akisimama nje ya klabu, nje ya kilabu cha kifahari cha Cleve Lounge maeneo ya Masaki. Alikuwa amevalia suti rasmi akibeba pafyumu yenye harufu laini lakini ya kuvutia macho yake yalikuwa yakivutia kama silaha na sauti yake ilikuwa na nguvu ya mvuto isiyoelezeka. Alikuwa ameambiwa kwamba Nadia hufika hapo mara kwa mara, moja kwa wiki, si kutafuta burudani bali taarifa. Na kweli dakika chache baadaye mlango wa kilabu ulifunguliwa na Nadia akaingia, gauni lake jekundu liliangaza chini ya taa, miguu yake ikiweka hatua za kifalme, na kila mwanaume klabuni pale aligeuka kumtazama. Lakini Jesse hakuwa kama wengine. Aliinua glasi yake ya whisky, akainua kinywaji kwa heshima, na kisha kutazama kando. Nadia alishangazwa. Alikuwa amezoea wanaume kufa na kupona kwake. Huyu kijana hakuonyesha hata tone la kiu. Dakika ishirini baadaye, Nadia aliketi meza ya peke yake. Jesse alimfuata kwa mwendo wa taratibu, bila kuuliza aliketi kando yake. Una macho ya vita, alisema Jesse. Nadia alitabasamu, lakini hatari lililoficha sumu nyuma ya midomo yake. Na wewe una sauti ya kaburi. Tungeweza kuwa marafiki au maadui wa milele. Jesse alitabasamu. Labda tuwe kitu cha tatu. Kitu ambacho historia itakikumbuka. Walitazamana. Upepo wa moto wa mapenzi ulianza kuvuma, lakini nyuma ya mioyo yao kulikuwa na masharti kila mmoja anapasa kumuua mwenzake. Katika jiji linalolala usiku, wawili hawa wanazidi kusogea kwenye njia ya hatari, njia ya upendo ambao msingi wake ni damu. Jesse atadumu na dhamira yake. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii nzuri ya penzi la mwanamke jambazi. Je, Jesse atadumu na dhamira yake ya kuua, au atasalimu amri mbele ya uzuri wa mwanamke mwenye loo ya baruti? Endelea kufuatilia penzi la mwanamke jambazi, na hii ni sehemu ya kwanza. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante sana na kwa heri.